Nileteni Gwajima ana historia ya matukio na kauli zenye utata, lakini mara hii Gwajima amejitokeza kama mkosoaji wa matukio ya utekaji na watu kupotea ambayo yamekuwepo Tanzania kwa kipindi cha muda sasa. Hata baadhi ya watu waliotekwa kuwawa, sitaki utekaji na watu kupotea kwenye mazingira ya kutatanisha. Ukosoaji huo sasa unaonekana kumwingiza kwenye patashika na viongozi wakuu wa chama chake tawala. Tusigwajima na hizi chama chetu magwajima, tuyaache nje. Lakini kwanza tuanze na safari yake ya kuingia CCM. Mimi si mwanasiasa. Mimi ni mtumishi wa Bwana. Askofu Gwajima hakuwa mwanasiasa mwenye umaarufu katika siasa za chama hicho kabla ya mwaka 2020 uchaguzi wa mwaka huo ndio ulimuingiza rasmi katika maisha ya kisiasa na kuwa mbunge hadi leo. Choe, tunafanya mabadilishano. Muulize mwenzako hujafika Marekani hapo. Wakati huo pia aliungwa mkono na kiongozi mkuu wa nchi hiyo Rais John Magufuli, nao, wakati wa mbio za kuwania ubunge. Muniletee Gwajima pamoja na madiwani wake, muone kama zitafanya. Kauli ya Gwajima kuhusu utekaji haikupokewa vyema na chama chake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 na Bwana Askofu Josephat Gwajima. Sasa katika barua yake kwa Askofu Gwajima Bwana Kihampa alisema, uamuzi huo umefikiwa baada ya Askofu Gwajima kuonekana akitoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa kupitia mimbari ya kanisa hilo, wamba, akieleza kuwa na nia ya kuchonganisha serikali na hakuna wa kufunga kanisa la Mungu duniani." Sasa, kabla ya kuingia kwenye shughuli za kisiasa, Gwajima hajaacha kuwa mtu mwenye utata kupitia kauli zake. Mwanaharakati maarufu nchini Tanzania Fatma Karume ameonya wiki hii kupitia X, zamani Twitter, ya kwamba Gwajima haaminiki katika kutetea haki, akikumbushia kauli ya askofu huyo ya kusaka kubadilisha misikiti kuwa Sunday schools. Huku uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025 ukikaribia, Gwajima atamua ikiwa anataka kufumba mdomo kama mwenzake wa CCM ili pengine abaki kwenye siasa za chama hicho nani, au ataendelea kuzungumza na kukemea utekaji na watu kutoweka, huku akijua hilo linaweza kuyatamatisha maisha yake ya kisiasa ndani ya chama cha CCM.